ahsanu amala, Allah ambaye ameumba kifo na uhai kwa lengo moja tu, akutahinini ninyi wanadamu, ni nani katika nyinyi atafanya matendo mema yatakayomvusha katika hii dunia ya kupita. Ayyukum ahsanu amalan, ni nani atakayetenda matendo mema

Lakini mpaka anaondoka amehakikisha hakuna jambo jema lenye manufaa kwa mtu na kwa dini isipokuwa tayari tumeshabainishiwa na tumeelezwa ndani ya vitabu, na hakuna la shari isipokuwa amebainisha jambo hilo la shari, watu wajiepushe nalo. tarakana ala lmahajjati lbaidha, ametuacha kwenye uwanja wa wazi kabisa mchana sawa sawa na usiku, yaani mwangaza unaoonekana mchana ni sawa sawa na mwangaza unaoonekana usiku kwa nuru. Maana yake Uislamu jinsi ulivyokuwa wazi, yeyote <coughs> atakayepotea atakuwa amepotea mwenyewe. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie minalfaizin. Hii ni Jumaa <coughs> ya kwanza ya tarehe mbili mwezi wa kwanza Muharram, na kwa Kiswahili kilichokuwa sawa sawa, tuko mwanzoni kabisa mwa mwaka mpya wa Kiislamu mwaka 1447 mimi ninayeongea na wewe unaonisikiliza, tayari tumeshaingia kwenye mwaka huo, na hakuna atakayepinga Maalasaf shadidi, ni jumaa yangu ya mwanzo toka nimeanza kuhutubu, kuzungumza na watu wanaonisikiliza wakiwa amekaa na mwingine akiwa wamelala kwenye jeneza akinisikiliza na yeye pia. Hii ni jumaa yangu ya kwanza ijawahi kunitokea kwamba mwenzetu, ijumaa iliyopita tulikaa naye somewhere kwenye kona ile pale jana ametutoka, leo kaja kusikiliza khutuba akiwa kwenye jeneza. kullu nafsin dhaiqatul maut, <laughs> kila nafsi itaonja kifo. Wezurura tu webweteka tu kullu nafsin dhaikatu lmouti, tutakufa. Na kifo kuna watu wamekizoea, lakini kifo hakizoeleki. wa kuna watu wamezoea kifo mpaka muda huu tunavyoongea wamemsindikiza mwenzao yuko ndani ya jeneza na wao wamekaa nje, na ni Waislamu wamekizoea kifo kiasi hicho. Ndugu yangu Muislamu, badilika kama hautobadilishwa na mawaidha haya yanayoitwa kifo, alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kafa bilmauti waidhan hadithun marfuun, ambaye ni maneno ya Umar bin al-Khattab. Inatosha kumwona mwenzako ku amelala kwenye jeneza, inatosha kujirekebisha, inatosha kuacha ujeuri, inatosha kujifanya uko bize, inatosha yawman ala alat hadbaa mahmulun. Yale yaliyokuwa yakisikiwa na alolala kwenye jeneza sisi bado tunayasikia, na yeye anayasikia na ameyakinisha kwamba ni kweli. Sisi inawezekana tuna shaka na mashaka na kifo, yumkini kwamba kifo umekipangia mtu mwingine atakufa fulani na fulani na fulani, lakini sio mimi. Siku moja nabii Ibrahim alitembelewa na malakul maut, na mitume hawa walikuwa wanapata bahati ya kutembelewa na malaika kwa sura ya binadamu. Sisi hatuna nafasi hiyo. Malakulmauti anakuja kwa sura ya binadamu. Nabii Ibrahimu anamuuliza, mbona kama sijawahi kukuona katika mji wangu? Anasema, mimi ni malakulmauti, nimekuja kuichukua roho yako. Huyo ni Nabii Ibrahimu khalilullah, rafiki kipenzi cha Allah hakuachwa salama. Fama baluna, mimi na wewe itakuwa na hali gani? tutakuwa na hali gani? Kama alivyosema mshairi, kullu bun untha wa intalat salamatuh, kila aliyozaliwa na mwanamke aliyekaa tumboni miezi tisa kwa mama yake, yauman ala alat hadbaa mahamulu. Iko siku moja atafumba macho, atafumba mdomo na masikio yatafumba, na atakoshwa, atavishwa sanda, atapakiwa kwenye jeneza na watu watamswalia Imagine ndo wewe sasa, ndugu zangu katika imani, aina almafaru? Wapi tunakimbilia? nahnu min wen? Kuna hurufu ljarri thalatha, Waarabu wanajua hurufu ljarri min na lam na ila zote zimetumika hizo nahnu minallah, sisi tumetoka kwa Allah, minallah. Na hapa duniani tupo lillah, kwa ajili ya Allah, na si vinginevyo. Lakini sio mwisho ila Allah. Ndugu zangu katika imani Inawezekana siku ya kufa kwako ndio utajua uchungu wa kufa, lakini tunakumbushana ili watu warudi kwenye mstari, tunakumbushana ili watu wasikae wakaona wamefika. Ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi buruji mushayada. Jiwekee himaya, jiwekee defense, weka bodyguard, weka bulletproof ainama takunu yudrikkum lmout popote mtakapokuwa, na uende kwenye anga ya juu, huko huko roho itakuja kuchukuliwa. Upige mba, mbizi baharini chini, huko huko roho itakuja kuchukuliwa. walau kuntum fi burujin mushayyada, hata kama utakuwa kwenye ngome madhubuti, one day utabebwa kwenye jeneza. Ndugu zangu katika imani, mtume sallallahu alayhi wasallam aliijiwa na Jibrili siku moja, akaambiwa innaka mayitun. Sikuna watu wana garantii, wanadhani wataishi miaka mingi sana. Sikuna watu wamewekeza kiasi kwamba nadhani dunia ndio basi tena, haielekei kwingine sasa naambiwa nabii Muhammad na tunaambiwa sisi, na tunaambiwa, wanaambiwa wale, innaka alkhitabu linnabi sallallahu alayhi wasallam, hakika yako wewe Muhammad, mayitun ni maiti mtarajiwa, wainnahum, na wao hao watakaokuja kuishi baada yako, mayitun, wote wataondoka. Ndugu zangu katika imani, sisi tutaondoka mwenzetu ametutangulia, na sisi tuko nyuma yake, na wako waliotangulia kabla ya yeye, na sote tuko kwenye paipu ya kuondoka. Nini cha kufanya? Fanya matendo mema, tengeneza haraka kaburi lako la dara lilmari bada lmauti yaskunu. Hakuna nyumba nzuri aliyoijenga binadamu kama kaburi lake mwenyewe, in banaha bi khairin taba maskano ni nyumba nzuri ya kuanza kuijenga mwenyewe sasa hivi, kui ukiijenga vizuri kwa kufanya ibada ni nyumba nzuri ya kwenda kuishi, wa in banaha bi khairin khaba banaha. Lakini ukiijenga vibaya, ndugu yangu, ni hasara kubwa sana. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barul karim. Alhamdulillah wahda

juu ya kumcha Allah subhanahu wa taala. Ikiwa tunaondokewa na jamaa zetu wa karibu na hatuwaidhiki, basi mioyo hii itakuwa ni migumu zaidi kuliko hata ya Banu Israili. Banu Israili walibadilishiwa kila aina ya neema, walizikataa mpaka ilipokuja adhabu. Tunamwomba Allah subhanahu wa taala aturehemu sisi na warehemu wote waliotangulia mbele ya haki. Ndugu zangu katika imani, tunafiwa na baba zetu, tunafiwa na mama zetu na shanga zetu, na kila mmoja wetu hapa ana baba, ima yuko hai ama yameondoka, na kila mmoja wetu hapa ana mama, ni sawa yuko hai au alishatangulia mbele ya haki. Aleika wa alaina, ni juu yako na juu yetu sote kuwafanyia wema wazazi wetu waliotangulia mbele ya haki. Wazee wanatangulia wanalia kwa mawili, wanalia waliowaacha duniani, watapata nafasi ya kuwaombea hata dua. Wazee wao wanalia wanapoelekea amali zao hazitoshi. ya salam, ya salam. Siku moja Mtume alipita kwenye kaburi makaburini, na alikuwa na desturi ya kupita makaburini kujikumbusha kidogo, unajirifresh ili uondoe kiburi cha maisha. Akawauliza masahaba, man sahibu hadha alqabr, mwenye kaburi hili nani? Masahaba wakawaambia fulani ni fulani. Akasema aliyoko ndani ya kaburi sasa anatamani apate muda wa kuja kuswali rakaa mbili, ili ajazilizie mapungufu alionayo lakini rakaa mbili hizo alizipuuza, na ukujua hajaacha watu angalau wakumwombea. Anatamani aje aswali rakaa mbili. Wewe na mimi, faradhi ngapi zinatupita? Fi laghawin wa lahawin, katika mambo tu ambayo hayana mashiko yoyote. rakaa mbili anatamani mtu afufuke aje azisali, then akakave nafasi ya pengo alilonalo pale kaburini. Rakaa mbili hizo hana maana, hakuna kuswali kaburini. Lakini huko duniani hakuna hata mmoja aliomwacha atakaye muombea du, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa askinhu fil janna. Watoto wa marehemu, mnaoachwa na baba zenu, mnaoachwa na mama zenu, mna dhima ya kuwafanyia ihsani wazazi wenu wakiwa kaburini, ili ninyi mje mfanyiwe na watoto wenu wa kama tadinu tudanu wa bilkaili lati takilu tuktal. Maiti anahitajika afanyiwe mambo matatu, na anakiunayo kweli kweli hayo mambo matatu. La kwanza, addua lahu au laha, kumwombea dua wako wapi wakuwaombea dua? Walolala makaburini, watu wako busy. Sasa ashaondoka kaondoka bwana, kama hajafanya yeye, mimi nimfanyie wa nini? Na ni mzazi wake huyo. Ndugu yangu, elewa, kama unavyosema kwa ajili ya mzazi wako, na wewe watoto wako watakuja kukufanyia hivyo hivyo, na utaona uchungu mara mbili. Lakini jambo la pili, alistighfaru lahu au laha umfanyie istighfar, ya rabbi msamehe, ya rabbi msamehe, ya rabbi msamehe. Watu wana mapungufu, kullu bun adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Nani asiyekuwa na makosa? Aliondoka pia na makosa, wewe unayo nafasi ya kumfanyia istighfar. Jambo la tatu ambalo inatakiwa umfanyie as-sadaqatu al-infaq lahu, umfanyie sadaqa, kumtolea bikadri mastata'ta, kwa kadi unavyoweza Una uwezo wa kumjengea msikiti, mjengee mzazi wako. Una uwezo wa kumjengea madrasa, mjengee madrasa. Una uwezo wa kununua juzuu mzazi wako, ununulie juzuu, gawa kwenye madrasa. Sadakatun jaria, sadakatun jaria. Juzuu mia zinauzwa elfu thelathini, watu pia wanashindwa. Unakuta madrasa nyingi hazina juzuu. Hakuna waliokufa? Hakuna waliofiwa? Madrasa inakosaje juzuu na wazazi wetu wako makaburini, wanasubiri, wanahitaji tuwafanyie mema. Mema yako wapi? Watu wako bize kuchenji pesa. Inawezekana yanihusu mimi inawezekana ya kuhusu wewe. Mfanyie dua mzazi wako, mtakie msamaha mzazi wako, mtolee sadaka mzazi wako, na wewe utafanyiwa hivyo hivyo. Ndugu zangu katika imani, akhiran, hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam anasema akthiru min dhikri hadimi ladhat, katika mipango yako mingi ya mwaka huu inawezekana kwenye dayari hujaweka hiyo mipango, mi nitafanya kadha, nitafanya kadha, nitafanya kadha. Mwisho usisahau kifo, weka kwenye dayari yako kwamba yote haya hayatotekelezeka ikiwa mimi nimekufa. Katika mipango yako usisahau kwamba kifo kiko mbele yako na wala sio nyuma yako kwa nafasi yoyote ulionayo. Uzuri ni kwamba kifo hakibagui kifo kinamwondoa maskini, kifo kinamwondoa tajiri, kifo kinamwondoa anayeswali, kifo kinamwondoa asiyeswali, kifo kinamwondoa malaika, kifo kimewaondoa manabii. Una miaka 45 sasa, lam tasjid lillahi sajida, kaburi lako litakuwa na giza kiasi gani? Sijida yako ndo tochi yako kaburini. ndaka situna alan una miaka sitini Mvi zimejaa kichwani, lam tasjud lillahi sajida. Baada unataka uambiwe kwamba njoo ufanye ibada na tayari alama zote za kwenda akhera ziko wazi? Lazima ifike sehemu, jiangalie kwenye kioo, min aina alana ila ain. Ninaikumbusha nafsi yangu pamoja na kuzikumbusha nafsi zenu, tuwache ubize. Ukitaka kukumbuka kifo, hudhuria kwenye maziko, hudhuria mwenzako anavyooshwa. Jana alikuwa anavaa mwenyewe, leo anavalishwa. Tena wakati unamkafiri naambia, kaza kabisa na stingishike, kaze vizuri hudhuria kwenye sehemu wanapooshwa maiti, alafu utajua jinsi binadamu alivyokuwa dhalili. Alafu unatolewa nyumbani kwako, umechimbiwa shimo, hilo shimo linaitwa kaburi, lakini ni shimo hilo shimo. Ukiwekwa huachi wazi, linafukiwa na udongo, na watu wanasema fukieni haraka. Na baada ya dakika mbili tatu watu wanaondoka wanakwenda kula biriani na pilau, wamesahau wamekuacha huko usia kwa vijana wetu wote wanaoondokewa na wazazi wao, watu wakiondoka makaburini, wamemwacha baba yako peke yake. Wewe usio miongoni mwa watu walioondoka, jumla utaondoka kiwiliwili, lakini thinking yako yule nimemwacha kule, ya Rabi, msamehe. Yule nimemwacha kule, ya Rabi, namwambia msamaha. Yule nimemwacha kule, kwenye akaunti yake kuna laki moja. Hii laki moja mnagawana, ili iweje? Inachukuliwa, mnakwenda kununua juzuu, mashafu, mikeka, mnatafuta dirisha, misikiti inavuja, nunua bati moja, nunua koki za msikiti, nunua hata mafagio, kwamba hii ni sadakatun jaria. Kadri ufagio utakavyokuwa unafagia msikiti kaburi lake kule linafagiliwa. Wako wapi? Hata watu wa design hiyo. kullu bun untha wa in talat salamatu, kila alozaliwa na umri mrefu, pewa miaka elfu moja iko siku moja utaondoka na itakuwa historia, alikuwepo. Na mwisho wa siku, kama ukufanya mema yako, itakuwa ndio basi tena. Ndugu zangu katika imani, nilikuwa ni naikumbusha safari yetu ambayo sote tunaondoka, kwa hiyo hii dunia sio sehemu ya kuweka kambi. Dunia ni sehemu ya kupita, ish fi dunia kaanaka gharib, au atakavyofanya kumbu kumbukumbu hiyo inakujia kwamba hapa mimi ni mpita njia au ni msafiri. Kuna siku gari litakuja nilipande haraka. Kwa hiyo tuwaidhike na hivi vifo vinavyotokea, fajatan wa ghaflatan wa bahtatan, bila kujali umejiandaa au haujajiandaa.